na imeahirishwa hatujaambiwa watu wameingia saa sita. Kwa nini wasingetoa viongozi taarifa mapema watu wakajiandaa kutoingia? Huku kwenye uwanja umefika saa ngapi? Hapa mii nimekuja arufanjii. Na umetokea wapi? Umetokea chato, Chato, ila nimefikia ukonga Magereza. Umetokea wapi? Chato, ila nimefikia magereza Ukonga bwana. Na ambacho nakizungumza hapa ni kiitaari, bodi ya ligi imesema kwamba mchezo haupo Unahitaji nini hasa sasa hivi? Warudishe pesa za wananchi. Hmm, wazirudishe hizo pesa. Watu wametoka mikoani, wameacha kazi zao, wamekuja kuangalia dabi, wametoka sehemu mbalimbali, Mtwala sijui wapi, wametoka Burundi, wametoka Rwanda kuja kuangalia mechi ya dabi. Sasa kwa nini imeahirishwa? Basi wawarudishie watu, inawauma, wawarudishie pesa zao.

Kuangalia ligi hii, ligi kesi tunaambia kwamba imepanda, inapanda, imepanda, iko na nafasi ya tatu, lakini bodi ya ligi ndio wanaochangia hii ligi kuharibika. Haiwezekani mechi ya ilisha kwa vitu vya ajabu, vitu vidogo vidogo kama hivi. Braza, mimi nimetoka mbali sana, nimetoka Lindi. Braza, mimi nimetoka Lindi jana, nimeingia usiku hapo, nimekutana na foleni na kapa ya foleni masaa matatu, halafu leo mechi na ilisha kwa kwamba simba hawajafanya mazoezi ya mwisho. Kwani wasipofanya kwa mazoezi mwezi wa kumi, mechi iliyopita ambao tumewafunga Simba, sisa tujafanya mazoezi ya mwisho, mbona tumekuja kucheza, tumewafunga. Shida iko wapi? takwekua na makosa takueko waangalia, wanaumiza watu. Wametoka Kigoma, watu wametoka Kongo, watu wametoka Arusha, Mbeya, Moshi. Mimi niko nao hapa, nazungumza nao, niko nao nazungumza nao Wacha tuone pia, wao Simba na wao kama wako hivi pia. Unaona, nao pia wako hapa pia kwa ajili ya e. Mambo hayo ukasema ni mambo ya mambo ya kimpira kidogo, mambo ya kimpira hayo e. Maafisa wakijaribu kka samopo lakini huyu ni moja ya shabiki ambaye yuko hapa katika uwanja wa Benjamin Mkapa, eh, yeye akinogesha hapo kidogo, akinogesha nogesha katika uwanja huu. Mambo hayo mechi japigwa, lakini kama imepigwa hapa hapa, hakuna dabi, lakini kama dabi imepigwa <laughs> hakuna <laughs> dabi lakini unaweza kusema dabi imepigwa kwa sababu mashabiki hawajapoa, wapo nje ya uwanja hapa e, shangwe kama lote, maafisa wakijaribu kwa kinyo salama unakuepo lakini mashabiki wao wataki unyonge, waendelea na vibe lao kama kawaida. Angalia hapa ni vita ya Simba na Yanga. Bato la Simba na Yanga linaendelea hapa katika uwanja wa Benjamin Mkapa na tunashinda hata e, kujua nini ambacho kinaendelea hapa nonapo mashabiki yao ambo kama muda mchache ujio Young Africans wanawasili hapa. Kwa hiyo uh, kumenoga kwa, kwa Mkapa, unaweza kusema hivyo kwa Mkapa, kumenoga, kumenoga sana kwa Mkapa. Mimi nawaza kitu kimoja, mechi haijapigwa lakini kama imepigwa, hiyo vibe kama leo na mashabiki hatari sana. Unadhani kwa nini mashabiki wanashangilia kiasi hivyo? Na lakini bodi imesema itapanga tarehe nyingine. Wow, wow, ya mchezo wao wanashangilia. Ina maana wao hawajaona taarifa ya bodi ya ligi? Ndio. Ah, ni shabiki wa Yanga huyo, yeye anakwambia Yanga na la matatu na wanashangaa nini ambacho kinaendelea? Wanashangaa nini ambacho kinatokea? Mkubwa wangu wa kazi, unaweza kujiuliza. Uh, wewe uh, mtazamaji we, nini ambacho kinaendelea? na kubwa, tuseme pole? tuseme hongera? tuseme tunahuzunika? misi ya leo ni inikwambie nini? ya kwanza nah, nimesema pole. Unajua pila una kanuni na una sheria zake. Simba alikuwa mgeni, lazima aje kuangalia ule uwanja sawa. Simba amekuja kuangalia uwanja, ila akakutana na mabausa, wamemzuia. Kwanza ile ni kosa, yaani ile kwanza ile nini ni kosa. Na kuja hapa uwanjani, mgeni unakuja, unamzuia, kati duniani kote hapa Simba anaweza akacheza na timu yoyote kutoka nje. Mechi kesho, lazima mgeni aje kufanya mazoezi au aje kutangua, au angalie kesho atakuja uwanjani. Lakini leo hii tunavyozungumza hapa, Simba alikuja uwanjani kuja kuangalia uwanja au kuja kufanya mazoezi lakini okay, wamemzuia Koyo akakaa akaandika barua kwamba mpira na nani kesho ataingiza timu hapa uwanjani kwayo ni mzembe wa wa hilo limeshatokea, hebu tudini na matokeo sasa ya hili ambapo mchezo haupo. Wewe ni shabiki, umetoka kwako ulikotoka, umekuja hapa, hii kko imekuwaje? matokeo ya hili yamekuwaje? mimi hapa mpaka kutoka nazaliwa mpaka napata bale yangu, huu ni niusuu mara ya pili natokea mwaka jana, mwaka juzi kati ya mwaka jana mwaka juzi ukitokea uzembe kama 2021 e mm -hmm, walisema mechi za mechi saa kumi na moja kuna watu walikuja saa kumi wengine walikuja saa kumi na moja. Ila nini ni uzembe, unajua kwa sababu gani? Uzembe usije kurudia tena, inatakiwa sasa hivi bodi ya ligi, bodi ya ligi zindo inayosimamia mpira hapa Tanzania, inatakiwa bodi ya ligi ikae, watoe adhabu kali hiza timu yangu ya Simba au Yanga watoe adhabu kali, ile faini kubwa sana. Huu uzembe hautatokea tena hapa. Unajua mpaka sasa hivi, unajua Simba na Yanga iaabeba temweu pamoja na bodi ya ligi. Kwa hiyo Simba na Yanga chochote wanachoamua, wanajua kabisa kwamba sisi hatuwezi kupewa adhabu. Kutokana na nini? wao ni wakubwa, washajionyesha kwamba timu kubwa. Asante sana, asante sana. Nakumbushwa kwamba ni sheria kufuatwa, wakisema kwamba sheria zichukuliwe ama kanuni zingatiwe kwa timu zote mbili, iwe ni Yanga iwe ni Simba. Kila mmoja kama anastahili adhabu kwa kiasi chake apewe adhabu ambayo anastahili, kusiwe na kona kona. Shabiki wa Simba pole sana kwanza kwa kadhia ambayo imetokea, umempamba mtoto vizuri kwa ajili ya dabi ya Kariakoo, ya yako isiwe bahati mtoto atashuhudia dabi kwa siku ya leo. Kwa kiasi gani umechukua ume umeumia ume kiasi gani ama imekuwa ahuweni ama hasara? Kwa kiasi gani? Ni hasara kubwa sana na nimeumia sana, kwa sababu kuna muda ambao nilitakiwa nifanye kazi leo mpaka wezikana saa kumi na mbili, lakini nimeacha kazi zangu kwa ajili ya kuja kuangalia mtanange soka la Tanzania na Afrika kwa ujumla, lakini bahati siyo ya kwetu, kwa sababu ni taratibu za kiuongozi waliosema kwamba leo hatutakuwa na mechi, sijui mpaka tarehe ngapi, lakini sisi wengi tumeingia hasara. Sasa tumeacha kazi kwa ajili ya kuangalia soka letu, ni soka sio kuiangalia Yanga na Simba, kuangalia soka letu. Yanga wamesajili, Simba wamesajili, tuangalie wapi tuboreshe, Yanga boreshe wapi, Simba boreshe wapi, ndio tulichojia washabiki hapa. Sasa hapa tunaumia sana, watoto kama hawa tunakuja nao ili wafanyeje, wainjoi eh, lakini sasa ndio kama hivyo. Bodi ya ligi tuambie taratibu nzuri. Sasa, pole sana Dodo, kwa kukosa dabi ya Kariakoo. Pole sana wakati mwingine utaiangalia. Mona mtoto um, leo anashangaa kwa nini hakuna dabi leo, lakini namwambia kwamba bodi ya ligi imesema itapanga tarehe nyingine ya mchezo huo, kwa leo imeshindikana kutokana na baadhi ya kanuni kutotimizwa. Mtoto nimwambia kwamba leo atakuwa dabi, anashangaa. Na, na tunasubiri sasa Young Africans wengi hapa. Tumeambiwa kwamba muda mchache ujao Yanga wanafika hapa mazingira hapa kidogo, unasikia nabidi uongee kwa nguvu kidogo. Kwa hiyo wacha tafute mazingira mengine ambayo yametulia, afu tuende kukupa kile ambacho kinazungumzwa na mashabiki wa kandanda nchini.